Nipo na shabiki mwingine hapa wa Young Africans, nataka tupiga naye story, anazungumziaje mchezo huu wa leo dhidi ya wajelajela Tanzania Prison. Mambo? Poa. Acha nikushikie, ni vizuri ili li uonge we, tulia tu uh -huh. majina majina, naitwa Stefano Petro Mwalende uh -huh. natoka tawi la Tonya juu na nane, naitwa hapa hapa Mbeya. ndio ndio. we ni mtu wa Mbeya? ndio ndio Sa, Tanzania Prison timu ya nyumbani bwana, mbona mbona salita mapema Jezu umevaa ah, kabisa. Wananchi sisi ni wananchi, hata Tanzania Prison twamboa ni mwananchi. Ni kweli? Naye ni mwananchi eh, eh. ndio ndio ah, ah. Eh. Lakini leo hii mnapokuja kucheza na Yanga na Tanzania Prison e, kama mtu wa Mbeya, ulipaswa kuisapoti Tanzania Prison, timu ya nyumbani. Hapana, hata nayo na Tanzania Prison ni pia ni mwananchi, japokuwa mm, ni tawi la Yanga, itakuwa ni tawi la Yanga. Mimi nasema kwamba timu zote zilizopo Tanzania, kwa sababu ni wananchi, wanatakiwa kwanza waendelee kwanza kuisupport kwanza mwananchi, ndio waendelee kusupport timu zingine, kwa sababu mwananchi yote yule ni mwananchi, anatakiwa isupport kwanza timu ya wananchi ambayo ipo yeah, moja Tanzania, ambayo ni Diamond African. Sawa sawa, mechi unaionaje? Ah, kwa timu ya leo, kwa mechi ya leo kwa sababu ni mshike mshike na mwenzetu mtani wa jadi, kilichopo sisi tunataka tu ni ubingwa ubingwa tu ndio kitu tunachokitaka, hatutaki kupoteza pointi, hatuache hata pointi hata moja yeah. Ndio ndio yeah. yeah. unadhani itakuwa ni rahisi namna hiyo? Rahisi ni rahisi ni rahisi ni, angalia kikosi tulichonacho, kikosi tulichonacho ni kipana, kwa hiyo yote atakayeingia, sisi hatuna hatuna haja ya kusema sijui nani hajaingia, yote atakayeingia tunataka ni matokeo. Mimi nikushukuru sana. Asante. Nipo na mwanachama mwingine wa Young Africans, mwana mwanamama amependeza kweli kweli, eh, kikiofia chake cha Yanga jezi yake yuko tayari kwenda kuwashuhudia wananchi bwana, kwema kwema kabisa. Majina yako Viki Chaula, umependeza, asante. Una, uko tayari kwa mchezo huu wa leo na unadhani itakuwa ni mechi ya namna gani? itakuwa mechi kali sana hmm. tutapata ushindi ambacho no, nakisuga siku hii ndio nadhani mm. itawezekana Yanga inapokutana na bakutana, Tanzania Prison. Mara nyingi we tunashuhudia mechi ngumu, hapana leo tutapata ushindi mm. ndio. Unaona goli ngapi? Tatu mm. tatu. Nani unatamani afunge leo, kwani ukiona tu akifunga leo utafurahi zaidi? Pakome, pakome. Ndiyo. Na mchezaji ambaye unatamani kumwona zaidi, natamani kumwona Bakari Mwamnyeto, Bakari Nondo Mwamnyeto. Ndio kapteni ndio. Kwa nini yeye? Napenda tu uchezaji wake, eh ndio. Wengine waga wanamfananisha na ule beki wa Manchester United Magwaya ambaye anafungisha sana. Hapana <laughs> yule yuko tofauti kidogo <laughs> wakwetu anacheza zaidi mm -hmm. Eh, kwa na, mechi hii ya leo, mkipoteza ama mkisare, mnakwenda kuwafufua watani zenu Simba Sports Club, kwa sababu ni mechi ambayo mnatafuta ubingwa. Huoni kama mnakwenda kutana na kigingi kizito hapana? Hatuwezi kupoteza mechi ya leo, tunaenda tunataka ushindi, lazima tupate ushindi. Hmm. Mimi nikushukuru sana. Asante nami pia.